Na Kenya imesema itaendelea kuimarisha uhusiano wake na China katika masuala ya kidiplomasia, utamaduni na uchumi ikilenga kupiga jeki utalii na kufanya wananchi wa nchi hizi mbili kuelewana zaidi. Akihutubu wakati wa sherehe za Mwaka Mpya wa Kichina iliyoandaliwa Nairobi, katibu wa utalii John Ololtuaa alisema kuwa matukio kama hayo huunganisha nchi kwa kubadilishana tamaduni na pia kusaidia kuvutia watalii kutoka nchi mbalimbali. Mamia ya raia wa Uchina wanaoishi nchini Kenya pamoja na baadhi ya Wakenya walikusanyika kuadhimisha mwaka mpya wa Kichina. Kwa mujibu wa kalenda ya Kichina, huu ni mwaka wa farasi ambayo huashiria nguvu, maendeleo, mafanikio na bahati njema. Waliohudhuria walipata fursa ya kujionea utamaduni wa Kichina kupitia muziki, densi, sanaa za mapigano na vyakula vyao vya asili. Wanaaminingi hii kitu hii lion dance wakifanya kwa, kusema kwa shop yao Ina, ina ina ina their their... Balozi wa China nchini Kenya kwa Haiyan alisema kuwa sherehe za kitamaduni ni muhimu, kwani husaidia kuondoa dhana potofu na kukuza urafiki wa kweli na heshima kati ya mataifa. Aidha, kulikuwa na wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya Kenya na China, hasa kwa kuhusisha vijana wa Kenya katika sekta za ubunifu za China ili kukuza kubadilishana tamaduni na fursa za kiuchumi. Farasi ni mnyama wa saba kati ya wanyama kumi na wawili katika mzunguko wa miaka wa alama za nyota za Kichina. Kasicha Namasha, Darubini Wikendi.